Tosomba na ndipo na balozi wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini Mheshimiwa mheshimiwa James Bwana, kuna tafrija hapa nini? Yeye yeah, atatuambia Balozi. Shukrani barabara, ndugu Mandeshi, karibu sana katika hoteli hii, panaitwa Pretoria Country Club, ambako leo hii sasa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini na uwakilishi pia katika Jamhuri ya, ya Botswana na falme ya Lesotho. Tumewaita jumuiya ya kimataifa, serikali na watu wengine marafiki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waje waungane nasi katika sherehe za miaka sitini na moja ya muungano wetu. Mwitikio ni mkubwa. Muda mchache ujao mabalozi wataanza kuwasili na ni matumaini yetu kwamba ujumbe wa muungano ujumbe wa shamra shamra za sherehe hizi za muungano tunazozitoa hii leo hapa basi, utaweza kusikika pote duniani, kwa sababu jumuiya ya kimataifa ambayo inakuja kuungana nasi katika sherehe hizi ni kutoka zaidi ya nchi 185 ulimwenguni pote. Kwa hiyo tunawakaribisha na tunawapongeza Watanzania wenzetu kwa miaka hii 61 ya muungano wetu wa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kauli yake ni ipi ambayo amekupa kuwafikishia hawa wajumbe ambao watakao kuja hapa? ni salamu za pongezi kwamba Tanzania na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla ni rafiki wa kila mmoja na wote wanajumuike wa nasi katika kufurahia siku hii tunapoadhimisha miaka sitini na moja ya muungano wetu. Anawatakia kila laheri na kuwakaribisha katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa madhumuni madhumu mbalimbali, iwe utalii, uwekezaji, kutembea tuka mapumziko na madhumuni mengineyo yoyote na kwa kumalizia tu uh, wakati tunasherekea hii, hii, hii miaka lakini pia kuna mchezo na Watanzania hmm. wenzetu tayari wameshafika hmm. hapa. Uh, neno kidogo la kuambia na utaratibu pia kuwakumbusha ukoje kule Deben. Uh, ni kwa kifupi ni kama ulivyoeleza juzi tuliyopokea timu yetu ya Simba Sports Club ambayo inakuja kwenye michezo na kesho kutwa tarehe ishirini na saba wanakutana na timu ile ya Stellenbosch pale katika uwanja wa Modest Mabida pale Durban. Kwa hiyo neno letu ni kuendelea kuitakia a, timu yetu ya Simba ushindi na neno letu kwa Watanzania ni kuendelea kuwasii na kuwaomba wazidi kuitakia heri timu yetu ili iweze kupata mafanikio katika mchezo huo wa nusu fainali ili tukutane katika kipute cha fainali mara baada ya mechi hii. Nakushukuru sana, kiongozi. Nakushukuru sana ndugu mwandishi Salamu zetu kwa Watanzania wote. Eh, minekosomba alichokiongea uh, kiongozi sina haja ya kuongezea, kwa sababu amemaliza kila kitu. shukrani sana.